Karibu sana kwenye uchambuzi wetu wa leo hapa Kenya Wantam Nota Movement, yani KWM. Asante. Leo tuko na mada muhimu sana kweli kabisa. Tunachimbua kwa kina makala moja hmm, yenye nguvu kutoka KWM. Kichwa chake ni Kenya's Election Rigging Scandal: The Shameful Truth Behind The Ruto Regime. Kichwa chenyewe kina uzito, inaashiria kuna mambo mazito ndani kabisa na makala hii inaleta madai, yaani, mazito kweli kuhusu uchaguzi ujao wa 2027 hapa Kenya mm. Lengo letu hapa ni kukupa wewe msikilizaji picha kamili ya hoja hizi kuu na eh, umuhimu wake kwako, sawa? tuanze basi kuifungua hii hoja? Basi tuanze. Chanzo kinadai kitu kikubwa sana kwamba kuna viongozi serikalini ndio wakiwemo wabunge ambao wameweka wazi kabisa nia yao. Nia gani hasa? Nia ya, kama inavyodaiwa kwenye chanzo, kuiba kura kwenye uchaguzi wa 2027. Kuiba kura waziwazi? Hivyo ndiyo, ili kuhakikisha Rais Ruto anashinda hata kama matakwa ya wananchi yatakuwa tofauti. Hiyo ni kauli nzito sana. Na kinachoshtua zaidi, kulingana na chanzo hiki, ni kwamba matamshi haya yanafanywa bila uoga wowote, yani hadharani. Hapo sasa ndipo mambo yanapochukua mkondo mwingine. Na chanzo hiki, je, kinatoa mifano maalumu au ni maneno ya jumla tu? Ha, hapo umegusa penyewe. Kinatoa mifano kabisa. Kama ipi? Kwa mfano, kwa mfano kinamtaja mwakilishi wa wanawake wa Wajir, Fatuma Jehow. Fatuma Jehow mm -hmm anadaiwa kuwapa hadharani kwamba ataiba kura kwa ajili ya rais Ruto, yaani kuwapa kabisa. Hapo ndipo najiuliza, kauli kama hiyo ina maana gani hasa kuhusu kuheshimu kura ya mwananchi? Swali zuri sana. Halafu kuna mwingine, mbunge wa Kapesret Oscar Sudi, huyu naye anatajwa. Oscar Sudi naye kasemaje? chanzo kinadai alisema kuwa hata kama Rais Ruto atashindwa uchaguzi wa 2027, naam, yeye na wezaki wataiba matokeo, yani si kura tu, matokeo mazima. We, haya ni maneno mazito sana. Mazito kweli, na yamenukuliwa moja kwa moja kutoka kwenye chanzo, moja kwa moja, yakionyesha kile chanzo kinachokitafsiri kama dharau kubwa kwa misingi ya demokrasia yetu. Dharau na labda hata tishio kabisa na hapo sasa ndipo chanzo kinauliza swali kubwa: taasisi zetu ziko wapi? Mm, swali muhimu. Kama zipi hizo taasisi? Kwa mfano, Tume ya Kitaifa ya Uwiano na Utangamano, NCIC. Kazi yao ni kushughulikia kauli za chuki, uchochezi. Ndio, ndiyo. Wako wapi katika haya yote? Kwa nini kimya? Na sio wao tu, nadhani. Vipi kuhusu vyombo vingine? Kweli, makala inauliza, vipi kuhusu DCI idara ya upelelezi au hata bunge lenyewe na seneti. Naam, kwa nini? Kulingana na chanzo hiki, hakuna hatua zozote za haraka zinazochukuliwa dhidi ya hizi kauli, kauli ambazo zinaitwa za uhalifu na tishio kwa demokrasia. Ni kama kuna ukimya fulani hivi, si ndio? Ukimya ambao haueleweki kirahisi, hasa sasa tukiunganisha haya yote, hizi nukta zote Ujumbe mkuu kutoka kwa chanzo hiki ni upi hasa? Ujumbe mkuu nadhani ni kwamba madai haya si tu maneno matupu ya wanasiasa. Aha, yanaelezwa kama shambulio la moja kwa moja kwa katiba ya Kenya na tishio halisi kwa utulivu na demokrasia nchini. Tishio kwa utulivu, hiyo ni kubwa kubwa sana, na kuna onyo linalotolewa kwamba kuruhusu vitendo kama hivi au kauli kama hizi kupita bila adhabu kunaleta athari gani? Kunavunja kabisa imani ya wananchi kwa serikali, na sio serikali tu, bali mfumo mzima wa uchaguzi. Ina maana ni kama sheria haifanyi kazi kwa wote, wengine wako juu ya sheria, ndivyo chanzo kinavyoashiria. Na hapa linakuja swali muhimu kwako wewe, msikilizaji. Mm, wewe kama raia unayethamini demokrasia, unayethamini uongozi bora, madai haya yanakugusa vipi? Yanakufanya ujiulize maswali gani? Ni swali zito la kutafakari kweli. Na chanzo kinapendekeza nini kifanyike? Hapa ndipo chanzo kinatoa wito mkali, kinahimiza, yaani, kwa nguvu zote, kwamba huu si wakati wa kukaa kimya. Wakati wa kuchukua hatua ndio, wakati wa wananchi kudai uwajibikaji kutoka kwa viongozi wao, kulinda kile ambacho ni haki yao ya msingi kabisa, haki ya uchaguzi huru na wa haki, hiyo hiyo. Ni wito wa kukataa kukubali hali ambayo, kama inavyodaiwa, viongozi wanapanga waziwazi kupuuza matakwa ya umma. Na hapa ndipo jukwaa kama Kenya Wantamnotam Movement linapokuwa muhimu, si ndio? Hapo sasa, na hapa ndipo mchango wako wewe msikilizaji unapoingia. KWM inakualika kujiunga nao, ndiyo, tembelea tovuti yao www.wantamnotam.com. Ni rahisi tu. Okay. www.wantamnotam.com. Fungua akaunti yako pale halafu anza kushiriki mawazo yako. Mawazo ya aina gani? Mawazo ambayo wewe unaamini yanaweza kusaidia kuleta mabadiliko unayotaka kuona iwe ni kwenye kijiji chako mji wako, au hata taifa zima. Hata taifa zima, sauti yako ina nguvu kubwa kuliko unavyofikiria. Mm -hmm, huo ni ujumbe mzuri. Sasa tukijaribu kufanya muhtasari wa haya yote tuliyojadili, ujumbe muhimu kutoka chanzo hiki cha KWM ni nini hasa? Nadhani tukijumlisha, ujumbe ni kwamba kuna wasiwasi mkubwa. Wasiwasi unaoelekezwa kwa haya madai ya kuwepo mipango ya kuingilia kati uchaguzi wa 2027 na sio wasiwasi tu, bali maswali mazito pia, maswali mazito sana kuhusu uwezo na utayari wa taasisi zetu muhimu kusimama kidete kulinda demokrasia. Yaani, mjadala huu unagusa kiini kabisa cha uadilifu wa uchaguzi, ndio wajibu wa viongozi wetu kabisa, na mustakabali mzima wa utawala wa sheria hapa Kenya. Umeiweka vizuri sana na hii inatuachia swali jingine la kutafakari kwa kina zaidi, sivyo? Swali gani hilo? Chanzo hiki unaona kinaelekeza lawama nyingi kwa kauli za wanasiasa binafsi, wanasema ndiyo chanzo kikuu cha tatizo. Mm -hmm. nimekiona hicho, lakini je hatupaswi kujiuliza pia kuhusu nguvu ya mifumo yetu ya kitaasisi, yale tunaita checks and balances, yani mifumo ya udhibiti na usawa wa madaraka, hiyo kabisa mifumo ambayo inapaswa kufanya kazi vizuri bila kujali nani anasema nini, ili kuhakikisha kuwa chaguzi zetu ni salama na za kuaminika kila wakati, kila wakati. Sasa swali linabaki, je, tatizo kubwa ni kauli za watu wachache tu au ni udhaifu katika mifumo yenyewe, mifumo inayopaswa kutulinda sote? Hilo ni swali zuri sana la kumalizia na kutafakari, bila shaka. Na kwa kumalizia, ni kukumbusha tena wewe msikilizaji, mchango wako ni muhimu sana katika mjadala huu na mingine kama hii. Na KWM ipo, hasa usisahau kutembelea www.wantamnotam.com. www.wantamnotam.com Fungua akaunti yako na anza kushiriki mawazo yako leo. Changia katika kuleta mabadiliko unayotamani kuona katika jamii yako na taifa lako. Sauti yako ni muhimu. Asante sana kwa kuwa nasi katika uchambuzi huu kutoka Kenya Wantam Notam Movement, KWM Podcast. Asante kwa kusikiliza.